ni vyema tuamini tuombe neno liendelee sawa na wapenzi yake mungu mungu abrahamu wa isaka na yakobo sifa na utukufu ni sako bwana asante kwa wakati huu bwana ama imekuendeza injili yesu kristo ibiria mali hapa nende ukanene bwana na kijana huyu mama huyu mtoto huyu msee huyu sasa inavyokupendeza ne eh. Na ni kwa jina lake Yesu Kristo aliye bwana na mkombozi si wetu yeah, amina. Yohana nane no, Yohana nane oh. Oh, mstari wa thalathini na nne Yohana oh, nane mstari wake ni no, wa 34, na no. Haya ni maneno ambayo ametoka kwa Yesu Kristo. Yesu akajibu Amini amini nakwambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Yesu ananiambia amini amini, Yesu anasema amini amini nakwambia, kila anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Ina maana mtu yote ambaye anaitenda, mtu yote ambaye anaitenda, huyo mtu yuko kwa utumwa. Mtu yote ambaye anatenda uovu Mtoto hapana isimaisha machafu ni mtumwa. Dunia, duniani ni lazima wewe unatumikia kitu, lazima wewe mtumwa wa mtu kitu, aidha kitu kibaya ama kitu kizuri, lazima kuna kitu unakitumikia, hakuna mwanadamu anaisimaisha tu free. Kama mtumikie Mungu, shetani anakutumikia, shetani anakutumikisha hiyo ndiyo system, hiyo ndiyo routine ya ulimwengu, hiyo ndiyo principle ya ulimwengu. Upende usipende, utake usitake, uwe kwa Uislamu haijalishi, kuna mtu unamtumikia. Kama umtumikii Ibilisi, basi unamtumikia Mungu. Lazima kuna mtu unamtumikia, makundi ni mawili, kuna kundi la kondoo na kuna kundi la mbuzi. Uko katika kundi gani, mkazi wa Likoni? Feri nichunguze watu wengi wanasema, nataka niingie mwaka mpya kweli, kwa neema na rehema. Kwa mujibu wa maandiko umeingia, umeingia tayari mwaka mpya, kwa sababu siku inaanza jioni. Jua likizama tu, tayari siku naingia. Mungu anasema katika kitabu cha Mwanzo, ikawa, ikawa morning, ikawa jioni, siku ya kwanza. Ikawa morning, ikawa evening, siku ya kwanza tayari tayari kwa uwezo wa Mungu, kwa mujibu wa maandiko, siku inaanza jioni. Tayari tumeingia tayari, umeingia 2026 kwa mujibu wa maandiko, umeingia 2026. Katika kitabu cha Mwanzo, siku inaanza jioni, ikawa alfajiri ikawa jioni, siku ya kwanza. Tayari tumeingia, kwa mujibu wa maandiko lakini kuna kitu inafaa uelewe. Kama 2025 umekuwa mtumwa wa dhambi 2025 umekuwa mtumwa wa dhambi, 2026 pia unataka kuendelea kwa dhambi, umekuwa na umekuwa na uhusiano ambao sio wa kibiblia. tendo la ndoa nje ya ndoa, zinaa. Likoni najulikana kwa zinaa, Likoni imebobea kwa zinaa, kama Kongorea tu Likoni imebobea imebobea kwa zina bado itaendelea na maisha ya zina, bado itaendelea kuchukua mwanamke ambaye hujaana naye ushiriki naye tendo la nje ya ndoa, bado itaendelea kutoka kwa ndoa yako we, nani wewe, unafikiriaje? Kuna watu hawajafika 2026 kwa mujibu wa maandiko, wewe tayari ushaingia, mimi tayari nishaingia, siku inaanza jioni. jioni tayari ushaingia kwa mji wa maandiko. Lakini kaa chini mpendwa, jiulize ni maisha gani uliishi. Je, maisha yako na maisha yangu yanampendeza Mungu? maisha yako ni dhabihu iliyo hai takatifu mbele za Bwana ama ni kinyume na hayo? Mungu anataka mwanadamu ageuke kutoka kwa uovu. Mungu anataka mwanadamu mwanadamu ageuke kutoka kwa njia zake mbaya. Yohana nane, taregelea Yohana nane mstari wake wa thelathini na nne maneno yabana toka kwa kinywa cha Yesu Kristo. Yesu akajibu, amini, amini nakwambia kila mtu atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Ni nini unatenda? Ni nini mimi natenda? Je, unatenda haki? matendo yako ni ya haki? Tunajua wazi hakuna mwanadamu ambaye anaweza kutenda haki kama ana Yesu Kristo ndani yake ambaye ni mwenye haki. Je, kile ambacho nakitenda ndio inaonyesha ni nini, ni nani yuko ndani yako? Ama ni nani yuko ndani yangu. Mwambie. Mwambie. Mathayo saba. Mathayo, Mathayo saba Mathayo saba Mathayo saba mstari wake taanza kumi na sita. Mwambie. Mathayo 7:16, mtawatambua kwa matunda yao je? Yeah. mtawatambua kwa matunda yao je? Yeah. Watu huchuma zabibu katika miba au tini katika mibaruti. Mstari wa 17, Yohana 7:17, vivyo hivyo kila mti mwema kila mti mwema uzaa matunda mazuri. Kila mti mwema uzaa matunda mazuri, na mti mwovu uzaa matunda mabaya. Yesu anasema mti, mti mwema uzaa matunda mema. Mtu mwema uzaa matunda mema, na mti mbaya, mti mbaya uzaa matunda mabaya. Mti mbaya uzaa matunda mabaya. Mti ukiwa mbaya, mbaya. Na, na matunda yake atakuwa mabaya. Matunda mabaya ni sumu. Najuaje maembe yanatoka kwa mwembe? Tukiona maembe tunajua wazi kuna mwembe ulichunwa, ulitingiswa, maembe yakapatikana. Tukiona mti wa avocado, tunaenda kuvuna avocado. Tukiwa na mti wa mpera tunaenda kuvuna mapera. Yesu anatoa mfano huo, na mimi na wewe mwanadamu anafananishwa na mti. Ukiona mti anaesimaisa machafu, ukiona mwanadamu anaesimaisha machafu, huyo ni mti mbaya, huyo ana Kristo, huo si mti wa uzima. Mungu anataka ujichunguze. Mungu anataka nijichunguze. Watu wengi wanasema Mungu anajua roho yangu. No, no, no, no, no, no, no, no! Wewe wewe, we nani? Wewe ni ufarisayo, usiseme Mungu anajua roho yangu. Kama unajua mti wa maembe, kama unajua mti wa maembe kwa sababu unatoa maembe, wewe pia na mimi tutajulikana kwa kila ambacho kinatoka kwetu. Mwenendo wetu na njia zetu na matendo yetu yataonekana. Ondoa ili wazo kwamba mimi najua ni mtu mzuri kwa moyo, lakini matendo yako ni maovu. Matendo yako ni maovu. Mungu anasema neema, neema inatufundisha kuenenda katika njia ya utauwa, njia ya haki na njia ya utakatifu. Ukikutana na neema ambaye ni Kristo Yesu, akiingia ndani ya moyo wako, Yesu atakufundisha kutenda haki na kutoa na kutoa. Yesu atakufundisha kutoa matunda mazuri, kwa sababu Yesu ndio mti wa uzima. Yesu ndio mti wa uzima. Yesu akiwa ndani yako uko na mti wa uzima, na matunda yatatoka, yatakuwa matunda yanayopeana uzima kwa mti wa uzima. Yesu ndio mti wa uzima. Yesu ndio mti wa uzima. Yesu anasema Mti mbaya huzaa matunda mabaya. Utajuaje nimeokoka? matunda yangu yako vipi? Utajuaje kweli niko na Kristo? Yesu ni mti wa usima. Mwanadamu mwenye dhambi, mwenye dhambi anapata vipi kuokolewa? Mungu anampatia usuni ya kiungu Mungu anamjulisha dhambi zake, anamhuzunisha. Mungu anampatia toba, Mungu anampatia imani, alafu yeye anapelekwa msalabani, anauawa, na uawa pamoja na Yesu Kristo. Tunasulumiwa kwa imani. Omondi anaondolewa, Yesu anaishi ndani ya Omondi. Omondi anakuwa na mti wa uzima, Omondi anakuwa mti wa uzima, alafu matendo, matunda ya Yesu yanaonekana kwa Omondi. Haleluya! Sote ambaye anaenda kanisani na anashiriki ngono tendo la ndoa nje ya ndoa, huyo mtu ana Kristo, ni Kristo wa mdomo, lakini ana Kristo. Yesu akiwa ndani yako akuongozi kwa tendo la ndoa nje ya ndoa, kuna Roho Mtakatifu atakuongoza kwa mema. Nenda mm kanisani kufanya nini? Wenda kanisani na kuadiliki ni hatia. Watu waenda kanisani wakiwa wabaya namna si mrefu wanabadilishwa na nguvu ya neno, wanabadilishwa. Miaka mingapi umekuwa kanisani? Jichunguze, jichunguze, usijihesabia haki. Chunguza, mimi na wewe ni miti aina gani? Je, mti wa uzima? Mti wa uzima ambaye ni Yesu Kristo. Mti wa usima ambaye ni Yesu Kristo ameumbwa ndani yako. Mti wa usima ambaye ni Yesu Kristo ameumbwa ndani yangu. Yesu asini? Yesu hajawahi kusini akiwa ndani yako au tasini kwa uwezo wa Mungu? Yesu atoi matusi akiwa ndani yako autatoa matusi. Kama matusi yanamiminika na unaamini no, umeokoka mpendwa, jichunguze vizuri. Mti mzuri uzaa matunda mazuri, mti mbaya uzaa matunda mabaya. Mti mzuri ni Yesu Kristo. Akiingia ndani yako, matunda yako lazima yatakuwa mazuri, kwa sababu si we unazaa matunda, ni Yesu anazaa matunda. Yesu anasema yeye ni msabibu, yeye ni msabibu. Yesu ni msabibu. Kwa msabibu uwezi kupata matunda mabaya. Hawezi enda kuwa mwembe ukapata chungwa, hawezi enda kuwa mkorosho ukapata njugu, hawezi kwenda kwa mdafu ukapata maembe. Nivyo hivyo na mwanadamu, Mungu anataka ugeuke kwa dhambi zako, usalimu maisha yako kwa kupokea Injili ya Yesu Kristo. Mti mbaya huzaa matunda mabaya. Nikitambua mimi ni mti mbaya, ukitambua ni mti mbaya, yafaa ufanye nini? Anza kukiri dhambi zako. Kuna watu ambao tumekaa na hospitali wa kumaliza 2026 na Mungu aliyekawaza akasema, huyu ata, atafika mhubirie, aiketari njia yake na hakika kama Mungu aishio. Ni kwa hivyo Wapendwa, 2026 umeingia kwa rehema. Siku inaanza jioni, tayari tumeingia. Jua likizama, siku imeanza tayari, umeingia lakini chunguza njia yako, chunguza mwenendo wako. Mungu apendezwi na matunda mabaya. Mungu apendezwi na mwenendo mbaya aliyekupa hiyo pumzi amekustiri amekupa pumzi kwa sababu wanataka utubie, utumie njia zako mbaya utubu matendo mabaya utubu mienendo mibaya, wachane nayo, weke imani kwa Yesu Kristo moso utakaso, ufanywe msafi kama safi kama theluji. Mathayo saba kumi na nane mti mwema, mti mwema. usaa Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya. Yesu anasema mtu mwema, mtu ambaye ni mwema ha? Mtu ambaye amempokea Yesu Kristo hawezi kutoa matunda mabaya, kwa sababu Yesu ni mti wa uzima, yuko ndani yake. Yesu ni mti wa uzima, yuko ndani yake. Matunda atayatoa yatakuwa matunda ya uzima, kwa sababu Yesu ndiye anayatoa. Mti mwema, mti ukiwa mzuri matunda yanakuwa mazuri. Ni tendo gani baya unaweza lipata kwa Yesu Kristo? Hakuna. Ni tunda gani baya unaweza lipata kwa Yesu Kristo? Hakuna. Tunda hata baya unaweza pata kwa mti wa uzima ambaye ni Yesu Kristo. Mpendwa ajichunguze, Mpendwa jichunguze. Mungu hajanituma hapa si sikupanga nitakuwa hapa siku ya leo, lakini naamini Mungu anaongea na mtu. chonga chonga chonga maisha yako we, nani wewe? Usifikirie we, utaendelea kulala na bibi za wenyewe, utakufa siku moja. Usifikirie utaendelea kuiba. Usifikirie utaendelea kuangalia pornografia. Usifikirie utaendelea kufanya maisha machafu, dhambi chafu kwa siri, kila kitu kina mwisho. Usifikiria utaendelea kwa waganga Usifikiria utaenda kutongozana tu kutongaza we, nani we, we? Au utaendelea kutongozwa miaka yote? Kuna siku utazeeka kama nyanya, kama tomato. Kuna siku nitazeeka au utakuwa we nani, au utakuwa kijana miaka yako yote? Miaka yetu inavyosongea mbele ni ushaidi ya kwamba tunasongea kwa kaburi letu, unasongea kwa kaburi lako, wasongea kwa kaburi ukiwa na matunda gani? Kuna kitu inaitwa pakacha. Kuna kitu inaitwa pakacha. Pakacha ni mahali pengine maembe yanawekwa pakacha. Mimi na wewe pia tuna pakacha letu mbinguni. Pakacha lako la matunda umelijaza nini? Matunda yakiwa yameoza, Mungu atakufungulia vitabu vya matendo. Kila kitu ambacho mwanadamu anatenda ndani ya Kristo, nje ya Kristo, inaandikwa chini. Matunda yakiwa yameoza matunda mabaya, matunda ya ulevi, matunda ya uzinzi, matunda ya bangi, matunda ya muguka, matunda ya miraa, matunda ya chang'aa. Hayo ndio unapeleka mbinguni. Mungu anasema atakulipa sawa sawa na yale umeyatenda. Nami vile vile, wapendwa, ni wakati wa kutubu dhambi, ni wakati wa kutubu dhambi. Haujawahi kwenda kanisani, tafuta kanisa la kiroho, anza kwenda mwaka huu au una bibilia, au na fedha ya kununua. Uko na simu, nunua bundles, nunua nunua bundles, ingia, alafu download bibilia. Ni rahisi sana kupata bibilia kwa simu yako. Ukingoja kununua, ukingoja kununua, anza anza mawasi, anza mawasiliano, anza mawasiliano na Mungu wako kimekuwa kuishi maisha gani? Jichunguze alafu ujipime. Amina, amina pendwa, jichunguze alafu ujipime. Mathayo 7:19, kila mti samani 18, mti mwema ambao usama tunda, mti mwema huwezi kusama tunda mabaya wala mti mwovu, mti mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Yesu anasema kuna mti mbaya unaweza zaa matunda mazuri? mtu akiwa ana mti wa uzima, mtu akiwa ana mti wa uzima ambaye ni Yesu Kristo, matunda yake yatakuwa mabaya, matendo yake yatakuwa mabaya, ni ishara ya kwamba huyu hana Kristo ndani yake. Ukiwa na Yesu uko na mti wa uzima na matunda yatakuwa mazuri. Tabia itakuwa nzuri, mwenendo utakuwa mzuri. Waishia we, we, we, we, we, nini? Waishia nini? waishia ulevi, maisha yako yote ni nini? unaishia waishi, ufanye nini? Yesu anasema naye sitenda dhambi, ni mtumwa wa dhambi. Waishia nini? Mungu anataka toba. Kutubu ni kukiri dhambi zako mbele za Bwana na kuachana nazo na kuamini kazi ambayo Mungu ameifanya pale msalabani. Yesu Kristo alizaliwa ili mwanadamu aoshe dhambi zake. Yesu alizaliwa ili aokoe wenye dhambi kutoka kwa vifungo vya dhambi. Na Yesu, Yesu samoni yake ya kwanza, mahubiri ya Yesu ya kwanza, unaweza sema mahubiri ambayo Yesu alianza kuhubiri Yesu akianza kuhubiri alihubiri ujumbe gani? Mathayo 4. Mathayo 4. Mathayo na ndio Mungu anahubiri hapa leo kupitia neno lake. Mathayo 4. Mathayo 4 mstari wa kumi na saba. Samoni ya kwanza ya Yesu Kristo kuhubiri. Tokea wakati huo, Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri, Yesu alianza kuhubiri. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema tubuni. Yesu akianza kuhubiri nchini alitumia neno tubuni. Sabuni ya kwanza Yesu Kristo Mahubiri ya kwanza ya Yesu Kristo ilikuwa ni watu watubu, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu akianza kuhubiri, ujumbe wake ulikuwa tubuni. Leo ujumbe haujabadilika, ujumbe haujabadilika. Geuka kutoka kwa njia ya mbaya, wachana na njia ya mbaya. Ndio Yesu Kristo. Nenda Golgotha kwa imani na Yesu Kristo, dhambi zako ziwekwe msalabani, zioshwe na damu inayotoka katika mishipa, katika kichwa, katika mikono ya Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Dhambi zako zioshwe ziwekwe kando. Waze maisha mapi? Wewe waishia nini? hakuna kitu ambacho Mungu anachukia kama dhambi. Mungu anaichukia dhambi kweli, kweli. Shetani alikuwa mwana wa Mungu. Shetani alikuwa anaitwa Lucifer. Shetani alikuwa ameumbwa alikuwa anapendeza, lakini Shetani alipoingia kiburi, kiburi kilipoingia kwa moyo wa Shetani, jeuri, Mungu alisema sikali na mtu kama huyo, akatolewa mbinguni kwa sababu ya kiburi, akaekwa duniani. Wako duniani uko na kiburi tele, alafu unatarajia utoke duniani uende mbinguni? Hiyo sikichekesho wewe. Shetani alitolewa mbinguni kwa sababu ya kiburi, alitolewa juu, akaikuwa chini Alitolewa mbingu ya tatu, alitolewa mbingu ya tatu, akaekwa duniani. Yakwa Wakorintho inaeleza hizo mbingu. Wakorintho wa pili kumi na mbili anza moja mpaka nne Paulo anaeleza mbingu tatu. Shetani alitolewa kutoka mbingu ya tatu akatupuliwa chini. Kwa Ezekeli inaeleza, kwa Isaia inaeleza, kiburi. Watu walikoni kiburi kiburi inaweza kuwa mimi naishi maisha yangu hiyo ni kiburi mungu anakuambia inafaa ushivi wewe unasema hapana mi nataka niishi hivi unajicontrol kwa maisha yako wewe nani wewe uamiliki hakuna mtu anakuambia hiyo ni kiburi kinapeleka sana miupuzi huo usifikirie wewe ni mwanaume hapana shetani angekuwa mwanaume kweli angebaki mbinguni lakini kwa kiburi. Kiburi aliyekuwa chini duniani anangoja kuchomwa milele. Angalia kiburi. Kiburi ni kuchukua mke wenyewe na kulala naye na kuendelea kiburi, hakuna la faida hapo. Kiburi ni kiendelee ku kulala tu, kulala maisha mafupi, wacha njiburudishe. Aliyekudanganya maisha haya ni mafupi, yale tunaenda ni marefu. Ya nini upate raha hii kidogo ya muda kidogo, alafu uchomeke milele? Tengeza njia zako mpendwa, tengeza, tengeza njia zako mpendwa. Usikubali, usikubali kwenda kuishi maisha yako ya milele na Shetani. Shetani ni kiumbe kibaya, na Mungu ako na hasira. Mungu hapendi dhambi ambaye anaenda kwa waganga Mungu ampendi huyo mtu, huyo mtu yuko chini ya sira ya Bwana. Kata mguu wako kwa waganga, kata mguu wako kwa mshamba. Waamini ile sadaka Mungu alitoa wa. Waamini ile mtoto ambaye Mariamu alimzaa kwa nguvu na uwezo wa Mungu kupitia Roho Mtakatifu, ambaye anaitwa Yesu Kristo, Mathayo moja ishirini na moja. Weke imani kwa Kristo Yesu, Dhambi zako ziosha. Musa alichinja kondoo, Yohana alichinja kondoo, Daudi alichinja kondoo, Abrahamu alichinja kondoo, Isaka alichinja kondoo. Kwa nini dhambi naoshwa kwa damu ya kondoo? Kama hawakuchinja kondoo, wangetupwa jehanamu. Mungu anamletea Yesu Kristo duniani kama mwana kondoo, ili apate kuosha dhambi zako na sangu

Samani naye atamsaa mwana, naye atamsaa mwana, naye atamwita jina lake Yesu, naye atamsaa mwana, naye atamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakaye atakayewaokoa, maana yeye ndiye atakaye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao, naye atasaa mwana, naye atasaa mwana nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake kwa dhambi zao. Yesu alizaliwa ili mimi na wewe tuokolewe kutoka kwa dhambi zetu. Sifanyie mzaha, sifanyie mzaha. Mungu anakuambia rekebishika, weka imani kwa yule aliyemtoa, aliyemtoa ili upate ondoleo la dhambi.